nawashukuru wana Morogoro wenzangu, tumekubaliana tumeelewana katika hilo na mwaka ishirini ishirini na tano e, umedhihirisha kwamba e, hata kwenye tofauti za kiitikadi na nini, lakini sisi tumekuwa ni mfano wa, wa, ku, wa kuigwa, na nawaomba wana Morogoro wenzangu kwamba tunavyoelekea ishirini ishirini na sita tuuchukue huu mwaka kama ni mfano wa amani, utulivu, maridhiano, maelewano namna ambavyo you know, hamuwezi kuwa wote wa aina moja wa mkakubaliana katika aina moja, lakini eh, kwenye yale mambo ya msingi mnakubaliana, ambayo mambo ya msingi ni maendeleo, mambo ya msingi ni amani na utulivu, na mambo ya msingi ni ya kujua kwamba huko mbele tunapokwenda tuna kesho, we have a future, we have tomorrow ambayo, hmm, lazima sisi pamoja wote lazima tuilinde kama mboni ya, ya jicho. Kwa hiyo mimi nashukuru na wana Morogoro kwamba mwaka 2025 tumekuwa ni mwaka wa mfano e, kwa Watanzania wenzetu katika masuala hayo muhimu ya maendeleo, eh, amani na utulivu, maelewano, maridhiano, mambo hayo mazuri ambayo eh, socio political, yani masuala ya, ya, ya kijamii na kisiasa na naomba kwamba tunapoelekea ishirini ishirini na sita yawe ni mambo ambayo tunayaweka mbele kama mambo ya kipaumbele katika malengo yetu tunayotaka kwenda nayo mwakani. Barabara zinazotoka zinazo kwenda kaskazini kwenda kaskazini magharibi kwenda kanda ya ziwa kwenda Zambia, zote zinapita zinafika Msamvu, zinapika pale zinaunganika, zinakwenda haya uwekezaji mkubwa wa miundombinu ya SGR, reli ile ndio imebadilisha sura ya Tanzania nzima. Hivi mkikaa wenzangu, mkiwa mnaona huko watu wanakaa wanatukodolea jicho Tanzania ni pamoja na mambo hayo hayo makubwa makubwa kama hayo, na SGR. Kusema kweli, SGR hatua ya kwanza SGR ni Dar es Salaam Morogoro, alafu ndo wanakuja Dodoma, watakuja Singida, sijui Manyoni, Itigi, Tabora, lakini SGR alianza kaanza leo. E, treni moja ya ya ya mchongoko ile mu e, tumekuja nayo asubuhi, imekuja na watu zaidi ya elfu moja mia sita kutoka Dar es Salaam. Nusu ya watu wameshuka Morogoro na ndio ilivyo. Kwa hiyo sisi bado e, kama kama Morogoro ni mkoa wa miundombinu, watu wanafika Morogoro wanaunganisha na Iringa, Mbeya, Ruvuma, wapi wanakwenda Dodoma, Singida, you have to lazima upite Morogoro. Kwayo sisi ni mkoa wa miundombinu, kwenye reli, kwenye barabara, na tuna uwekezaji mkubwa unafanywa eh, katika kuboresha sekta ya utalii ya airport ya, ya Mikumi. Harakati za kiuchumi Morogoro nyingi mno.